Jina langu ni Mwalimu Asha. Bofya kitufe cha umbo unalotaka kujifunza kati ya mstatili, mraba au pembe tatu. Roboti huyu amepewa jina la Mwalimu Asha na amewekewa programu tumishi ambayo inamwezesha kutoa maelekezo ya somo la hisabati darasani. Tumekuja na hii, na hii application yetu. Tatizo kuu ilikopo ni ufaulu wa, ufaulu wa hesabu ikopo mdogo sana. Wanafunzi wengi waikopo wanafeli koo kwa sababu wanafunzi wengi wanafeli. Tukaangalia sehemu gani ambayo tunaweza tukaleta hesabu ikawa juu kidogo, ndio tukakubaliana kuwa tuje kwenye kwa upande wa primary, kwa sababu primary yenyewe ndio ikopo ni core base ya watu ya wanafunzi kuja kujua hisabati. Ubunifu huu tayari umefanyiwa majaribio katika shule mbalimbali za msingi mkoani Morogoro mjini na vijijini, katika shule za serikali na binafsi. Kwa sasa tumeshaanza kufanya implementation ya hii roboti katika shule za msingi ndani ya Morogoro na ndani ya Dodoma, shule za msingi za Dodoma na Morogoro. Tumeenda kuangalia shule zote mbili, kwa private school na primary schools. Tulikuwa tunaangalia shule za rural na urban ili to make comparison, maanake kama tunavyojua, shule nyingi za rural huaga hazina infrastructure nzuri. Kwao tulikuwa tunaangalia jinsi gani robots can inaweza ikatumika kwenda ku enhance learning kwenye resource con, uh, constrained environment kama shule za rural areas. Kwa hiyo mpaka sasa tumeweza kufanya implementation za mada mbili za hesabu ikiwepo kujua nafasi ya namba katika tarakimu ile mambo ya mamoja, makumi, mamia, maelfu na makumi elfu na mingineyo, na pia tumeweza kufanya implementation ya wa, kufundisha watoto mada ya jiometri ambapo wanaenda kufundishwa kutafuta eneo na mizingo ya maumbo matatu: mstatili, mraba na pembe tatu. Wanafunzi hawa wanasema mapokeo ya wanafunzi wa shule za msingi yamekuwa ya kuvutia. Tulikuwa tunatumia test tulikuwa tunawapa mtihani wa kwanza kabla hawajafundishwa na roboti kuhusu mada hiyo husika. Mfano kama ni ya tarakimu au ni ya geometry, alafu baadaye tunakuja kuwapa post test, yani baada ya kufundishwa na roboti, alafu tuna make comparison na zile matokeo yake. Kwa maana yake, kabla hajafundishwa mfano na roboti, alipata mbili then after kulen na huyu roboti amepata ngapi? Kwa ndio ile, ile the changes or the ile performance ikichange iki, iki kwa mfano, mara kwanza alipata mbili then after akaja kupata sita, inamaanisha a robot ameweza kuenhance uh, ya huyu mwanafunzi. Kwa hiyo nne, tumeelewa tumeelewana kidogo ni hivyo, kwa tulifanya hivyo kwa pre test and post test then tukawa tuna measure kama wanafunzi wameelewa walichofundishwa. Naibu waziri wa viwanda na biashara amesema serikali itahakikisha inaunga mkono vijana wa bunifu sisi kama wizara ya viwanda na biashara tutaendelea kushirikiana na taasisi zenye mawazo chanya ya kuongeza thamani katika kila hatua ya maendeleo na mawazo ambayo yanatokana na vijana. Katika wizara ya viwanda na biashara, tunawaza sana namna ya kuwasaidia vijana kuwa wabunifu na waweze kuwa na mawazo, ndio mtaji wa kwanza. Wanafunzi hawa wana matumaini kuwa kwa kushirikiana na serikali na wadau wa elimu teknolojia hii itafika mashuleni kote nchini na kusaidia kuinua ufaulu wa somo la hisabati kwa watoto wa Tanzania. Theresia Mwanga, habari wikendi, Morogoro.